Nimejionea mwenyewe kazi nzuri ilizofanywa na wamama hawa wameingiza tumbaku zaidi ya arbal elfu tatu wanauza kwa wastani wa bei ya juu kabisa R10F kama mnazoziona hii ni hapa ni tumbaku nzuri kabisa bora inaitwa R10F ambayo ni dola 3.320 ni tumbaku ambayo imezalishwa na wanawake wanawake wanaweza wanawake wanapambana wanawake wanafanya kazi kwa uaminifu kwa uadilifu wameleta tumbaku zao zote sokoni wameungana na kazi nzuri inayofanywa na mheshimiwa rais na niendelee kuwasihi wakinamama leo mmeonyesha njia leo mmeonyesha mfano Leo mmeonyesha dira kwa wanawake wenzenu, endeleeni kuwasapoti na wanawake wengine mwaingize kwenye chama cha ushirika, ili waweze kuzalisha tumbaku nzuri, na inajua mnaenda kulipwa fedha nyingi, mnaenda kulipwa dola nyingi. Nendeni mkazitumie fedha hizi kwa maendeleo ya familia zenu, nendeni mkashirikiane na waume zenu, fedha hizi zisiende kutengeneza migogoro kwenye familia zenu. Na wengine najua wapo ndio ambao pia wakati mwingine wanapokea fedha badala ya kuhangaika na familia, na yeye anaenda kutafuta kama mwanaume mwingine pembeni ili kazile zile fedha. Kwa hiyo ni niwaombe Hizi fedha ni kwa manufaa wame ya familia, nendeni mkashikamane. Waume zenu wamewapa nafasi ya kwenda kulima, wamewapa nafasi, leo mko sokoni, mlikuwa mna banwabanwa. Leo Mheshimiwa Rais, chama hiki ni cha kwanza kwa nchi ya Tanzania kuwa chama cha, cha ushirika cha wanawake. Mimi ni mpongeze Waziri wa Kilimo alipokuja pale Ushetu aliruhusu chama hiki kisajiliwe. Nimshukuru mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Shinyanga, aliruhusu chama hiki kisajiliwe. Mrajisi wa vyama vya ushirika Daktari Benson Ndiege, chama hiki aliruhusu kisajiliwe, na kitaenda kuwa chama bora na cha mfano kwa Tanzania. Kwa jina naitwa Maria kubingwa kiwe. Kwa kweli ninamshukuru sana rais wetu Samia kwa kutuwezesha wanawake yaani wa mama sasa hivi tuko vizuri kupitia mkono wa mama yetu Samia na mbunge wetu Cherehani, kwa kweli namshukuru nina sana, ninawaombea kabisa Mwenyezi Mungu awasimamie na awabariki sana. Naitwa Sabina Shigemo Miliko, ni mwanachama wa chama cha msingi Mwanamke Chuma. Kwanza kabisa ninamshukuru rais Raisi Samia Suluhu kwa kutuwezesha sisi wanawake kwa kutukumbuka kwa sababu sisi wanawake tukuwa nyuma lakini sasa ametuwezesha hasa kwenye kilimo, sisi wanawake ametuweka mbele sisi wanawake. Nyuma tulikuwa tunanyanyaswa sana, lakini sasa manyanyaso hayo hayapo. Mimi nawahamasisha wanawake wenzangu tuweze kulima tumbaku, tusiogope kazi za tumbaku. Kazi za tumbaku ni za kawaida, na mwanamke anaweza kuifanya hiyo kazi ya tumbaku.